Tabora, karibu Toronto. Eneo la Tabora ya dayosisi ya Tabora ni mbali sana kutoka mahali tulipo, hivyo kuna watu wengi sana wakuweza kufikiwa kwa urahisi katika kupata huduma za Injili kwa sababu ya ule umbali, lakini tunaamini kwa kupata dayosisi Kahama manake watu wengi wataweza kufikiwa na watapata huduma zile za Injili lakini na huduma zingine za kijamii kwa karibu zaidi. Amina, tunamshukuru Mungu kwamba kweli amejibu maombi yetu, na amemtumia vizuri kweli baba yetu wa kiroho Daktari Elias mazi cha kupewa kwa kuliona hili, kwa sababu ilikuwa ni ombi letu. Kweli tulitamani, kwanza tuliona tunatoka mbali kusafiri kwenda huko Tabora, lakini sasa tukawa tunaomba kwamba kama Kahama tukipewa ikawa adaye sisi, tutafurahi sana, na ilikuwa ni kiu yetu, na sisi tunafanya kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunakiwaza tangu zamani. Kimsingi, baba yetu Askofu Daktari Elias Sekwa anapoelekea kustaafu kwake mwaka 2027 anatamani kuona kwamba dayosisi ya Tabora imezaa dayosisi ya Kahama, na hili itakuwa ni jambo la kihistoria na la heshima kwake mpaka sasa 2026, kanisa Anglikana jimbo la Tanzania lina jumla ya dayosisi 28, ambapo dayosisi ya kwanza ilianzishwa mwaka 1892 huko visiwani Zanzibar na kisha kufuatiwa na dayosisi ya Masasi, Centro Tanganyika na kwa miaka ya hivi karibuni Tarime ikasomwa hati ya kuwa dayosisi mwaka 2010. Hesabu na kumbukumbu zinaonyesha kuwa tangu kuanzishwa kwa dayosisi ya Zanzibar mwaka 1892 ilipita zaidi ya miaka 97 na ndipo ikaanzishwa dayosisi ya Tabora Julai 2, 1900 Themanini na tisa. Miaka 38 baadaye, dayosisi hii chini ya askofu daktari Elias Chakupewa inatarajia kuzaa dayosisi mpya ya Kahama, ambapo tayari vikao mbalimbali vinakaliwa mahali hapa na kamati andalizi chini ya mwenyekiti wake Canon Luka Singa Sachuma ambaye pia ni katibu mtendaji dayosisi ya Tabora. Na lengo la kukutana leo kwanza ni kupokea taarifa ya kazi ambazo tumekwishazifanya kwa mwaka elfu mbili na 25 na tuliona namna ambavyo tumefanikiwa, lakini tukapitia na changamoto ambazo zimekuwepo. Tulikuwa tunalenga kupata fedha zilizosalia kuelekea mchakato wa kuanza kutafuta askofu wa dayosisi ya Kahama. Wazo na kibali cha kuanzishwa kwa dayosisi hii ni kwa mujibu wa mkutano mkuu wa sinodi ya 12 iliyokutana Juni 2024, na endapo mchakato huu utaenda vyema, Agosti 30, 2026 katika viwanja hivi atasimikwa askofu mpya wa dayosisi ya Kahama pamoja na kusomwa tamko rasmi la kuwa dayosisi ya 30 kanisa Anglikana jimbo la Tanzania. Mpaka mahali tulipofikia tunamshukuru Mungu. Tunaendelea vizuri na hatua iliyofikia kwa kweli inatia moyo na inafariji. Mtu anaposikia tumefikia hatua, tumebakiza miezi michache kuingia kwenye mchakato wa kuanza kupata askofu, kwa kweli inatia moyo. Mwanzo tulianza kuzungumzwa muda mrefu, lakini sasa imeingia kwenye utekelezaji ambao mpaka sasa hivi tuna matumaini makubwa, hivyo huduma za Injili zitaenda kwa ukaribu zaidi na watu watapata huduma kwa karibu zaidi. Huenda mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukamalizika kwa kuandika historia, kwani mpaka sasa kanisa Anglikana jimbo la Tanzania linatarajia kutangaza dayosisi mpya tatu, yaani Geita, Kahama na Handeni. Lakini vipi kuhusu ratiba? Kwa upande wa Kahama, kwanza tarehe za mwisho wa mwezi wa pili tutalazimika kukutana kama kamati ya maandalizi ya dayosisi ya Kahama kwa sababu tunakutana ili kupokea maelekezo atakayokuwa yametoka kwenye halmashauri ya dayosisi itakayokutana tarehe 29 na tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2026. Sasa hayo maelekezo ambayo yatakuwa yametoka kwenye halmashauri ya dayosisi ya UDC yataletwa kwenye kamati hii kwa ajili ya utekelezaji zaidi. Inawezekana ya yakawa ni maelekezo ambayo yanahusu kutafuta fedha kwa ajili ya kuyasimamia na kuyatekeleza matukio kadhaa yaliyopo mbele. Matukio hayo ni pamoja na kutana kwa kamati maalum ya uchaguzi ambayo itakutana tarehe tisa mwezi wa 4, lakini pia tarehe 11 katibu mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania atakuja kufanya semina ya elekezi. Na baada ya hapo tarehe 13 mpaka tarehe 25 za mwezi wa 4 huo huo, ile kamati maalum itakutana tena kwa ajili ya kupitia majina yale yaliyopendekezwa Kiu na hamu kubwa ya Wakristo wa eneo wa hili ni kuona Agosti 30, 2026 wanapata skofu mpya ambaye atakuwa na kazi ya kupanga na kuendeleza mipango ya huduma za kiroho kupitia dinari tatu, yani Kahama, Ushirombo na Bukonda Moyo, parishi 18, wachungaji 20, wainjilisti 38, makanisa 43 na Wakristo zaidi ya 6200. Tuna matumaini kwa sababu, ukiangalia kwa mfano, parishi tulipeana marengo kwa ajili ya kutafuta fedha hizi ambazo tunakwenda kuanzisha sasa dayosisi mpya ya Kahama, na ninaona sasa baadhi ya parishi zilizo nyingi tumekwisha anza mchakato wa kuchangia, na sasa wengi, wengi, wao wa parishi tumekwisha vuka kwenye nusu. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwa, kwa, kwa siku hizi zilizobakia cha, chache mbele tunakwenda kukamilisha jambo hili. Kama Kahama tukipewa ikawa dayosisi, tutafurahi sana. Na ilikuwa ni kiu yetu, na sisi tunafanya kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunakiwaza tangu zamani. Kuanzishwa kwa dayosisi hizi kwa sehemu kubwa kunasogeza huduma za kikanisa kwa Wakristo katika maeneo na mipaka ya kidayosisi. Kila laheri, umoja, amani na mshikamano kwa Wakristo wote katika kuhakikisha mchakato huu unakamilika kwa furaha, nderemo na vifijo katika kumtumikia Mungu kwa haki na kweli. Neno langu la mwisho kwa Wakristo wote, kwanza kumtanguliza Mungu. Mungu ndiye ambaye anachagua kiongozi lakini jambo la pili, wao waendelee kushikamana, watengeneze ushirikiano wakijua kwamba jambo hili linakwenda kumpa mtukufu Mungu na wala si mwanadamu. Lakini pia jambo la tatu, kutafuta fedha ambazo zitakwenda kusaidia uendeshwaji wa dayosisi huu ambao utaanza pale atakaposimikwa askofu wa kwanza tarehe thelathini ya mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kwa hiyo kama wakristo watafikiwa na maombi ya kuchanga kupitia makasisi wao kwenye maparishi yao, basi wao tayari kutoa fedha zao, kwa sababu fedha hizo kwa kweli ni fedha ambazo zinatoka kwa Mungu na Mungu akizihitaji, anazihitaji kwa kazi maalum, na ninaamini Wakristo wetu ni wasikivu, wamefanya mambo mengi kwa pamoja na sisi na hawajawahi kutuangusha. Wako wa Kristo wachache ambao wanaweza wakawa na mioyo migumu ya kutoa, lakini bado tunawasihi sana, kwa mtolee Mungu kwa ajili ya jambo hili kubwa la kihistoria ambalo kimsingi baba yetu askofu Daktari Elias Sekdoa anapoelekea kustaafu kwake mwaka 2027 anatamani kuona kwamba dayosisi ya Tabora imezaa dayosisi ya Kahama, na hili itakuwa ni jambo la kihistoria na la heshima kwake. Karibu Tabora, karibu Toronto.